Wanaume pia hulia ila kimoyomoyo. Katika kimya chao huzuni hujenga makazi, na kwenye tabasamu la uongo huzuni huzunguka. Hii si simulizi ya woga, ni sauti ya kijana mvulana anayeanguka kimya. Kwa majina, naitwa Santon, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Laikipia. E, nimejipata mwenyewe katika situation kama hii It happened. I was working somewhere. na kuna venye huyo bibi wa tajiri alikuwa anataka kunidhurumu kwa njia ya kimapenzi. Sasa maybe, kwenda kusema hilo neno kwa watu wanasema we ni mwanaume ama nini, awali liangalie kama ni la maana ama mwanaume anafaa kuangaliliwa sana. Wavulana kati ya umri wa miaka kumi na sita hadi miaka ishirini na mbili wamebainika tu kuwa na msongo wa mawazo katika jamii ambayo inamfundisha mvulana kunyamazia hali yake. Ukimya huu unaonekana kumlemea mtoto wa kiume it affect actually it affected me mentally. Katika harakati za kukua, changamoto zinazoambatana na maisha, mitihani, mahusiano, ukosefu wa msaada wa kiakili zimegeuka kuwa mzigo mzito kwa kijana mvulana. Mashirika ya afya ya kiakili sasa yanahimiza jamii kuvunja ukimya, kuhamasisha mashule, makanisa na familia ya kufungua milango ya mazungumzo.

Kufocus tu na kuweka Mungu mbele. God siku zote. Kwa kwa God hata jistress na vitu vingi. Hivyo yote ni kupitia depression, mimi naweza kumwambia akae chini, ajifikirie afikirie maisha yake, na atafute alternative ama anyway, anaweza toa anaweza toa nayo depression. Nazaambia jamii wakiona, yani wakiona mtu kijana yote anapitia depression, wakae na yeye chini, wa advise accordingly eh, wasimwache tu hivyo hivyo. Katika mtaa huu na mikoa mingine, maelfu tu ya vijana wameweza kujipata katika hali hii, wavulana hawa wakiwa na ukimya, bila msaada, bila sauti yao kusikika kutoka mji wa Nyaururu, kaunti ya Laikipia, ikiwa nimekuletea tu makala haya ya msongo wa mawazo miongoni mwa wavulana wa umri wa miaka kumi na sita hadi ishirini na mbili Nimekuwa wako Eliud Kisa.